Jamani. Jamani. Tumeshinda. Tumeshinda. Sijui sisi tumecheza mpira, tumeshinda na tumefanya kupata penalty pia wapinzani. uh -huh. uh -huh. Uh, timu ya Sholo Mwamba imekuwa uh, yeah. na hasira sana. Unajua, kwa mimi nilivyoangalia tu nimeona ao wamekuja na hiyo mentality. uh -huh ya vitu fulani ambavyo si sawa. Mm-hmm. Kwa hiyo kila kinachofanyika wanaona tu. Basi tunashukuru kwa ushindi wa leo, so tunaingia nusu. Hii ni mara nyingine tena kama timu inasusia, hata kwa Harmonize ilikuwa hivyo, baadaye walimaliza mechi. Nah, lakini nah. So una, una, una, unaona kabisa kuna changamoto kwenye upande huo, si ndio? Na ilikuwa inakupa stress pengine kucheza nao? Ah, hapana. Mimi kucheza nao hapana. Naamini kitu kizuri na Uh, ma, wanafuata maelekezo kutoka kwa kocha wakocha, kwa sababu leo nimekaa kama mtu wa, wa sio kama mchezaji yeah. Kwa hiyo kikubwa nashukuru kwa ushindi wa leo yeah. Yes. Kitu kikubwa ambacho ungependa kumshauri Sholo Mwamba, hii ni mara ya pili tena uh, timu yake kama inagomea, inagome uh, kwanza nimpongeze uh, wana timu nzuri na kikosi kizuri, lakini huu uh, mpira n, yani mpira, acha uchezi kwa sababu hata ukisusa kama vile. Kwa hiyo kama mimi anakosa kizuri angecheza penalti tunge kuna tunge mawili tungepata au tungekosa, na kwa kujaribu bahati yao nafikiri ingekuwa nzuri zaidi Wee. Lakini stai kumongelea sana, kwa sababu kila mtu yuko na hisia zake. mmekutana baada ya wao ku, hatujakutana, lakini mimi nawapongeza sana, mekuja na timu nzuri, wanacheza vizuri. ushindi wa leo unakupata unakupata tafsiri gani wewe? Tunaenda nusu nusu final, so tunaenda kujaribu bahati yetu kwenye nusu Nafikiri tutafanya vizuri pia alhamdulillah, yeah. Kikubwa cha kuambia watu ambao wameshuhudia kilichotokea. Kikubwa hmm? cha kuambia watu walioshuhudia kilichotokea. hmm? wa ah. <laughs> eh, we, platform, platform, tutakupiga. <laughs> hey. Kuna milioni kumi kwa bonus. oh, yeah. Bonus ya timu.